Wilaya yetu ya Handeni bado hatujazipata huduma nzuri kama hapa. Tulikuwa hatuna X-ray hapa, sasa hivi ipo. Tulikuwa hakuna ultrasound, sasa hivi ipo. Walikuwa tunapata shida mbalimbali, mgonjwa kaishiwa na damu mpaka twende Handeni au Bombo, lakini sasa hivi huduma zote tunazipata katika hospitali yetu ya Halmashauri ya Wilaya ya Handeni. Tulikuwa tunatoka hapa Mkata mpaka hadi Tanga elfu kumi na nane. Sasa hivi ni kutoka Mkata kuja kituo cha afya chetu ni shilingi elfu tatu. Gharama unaweza kwenda safari ya mbali, nauli hauna, mgonjwa anaishia njiani. Kutoka Chalinze mpaka Segera hakukuwa na hospitali kubwa inayoweza kutoa huduma. Kipindi cha nyuma wagonjwa wengi walikuwa wanaweza kupoteza maisha, ilikuwa ni lazima waende Bombo, ambapo ni kilomita zaidi ya 150 au waende Dar es Salaam kilomita zaidi ya 200 lakini kwa sasa hivi huduma hizo zinapatikana katika hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya Handeni. Tunashukuru sana kwa kupata hospitali kama hii na tunatamani hata ingepasishwa pia ikawa ya bidha ya mkoa. Ndo tuko tunamshukuru Mama, azidi kuwa nasi si tunamshukuru sana kwa aliyotufanyia na ambaye anaendelea kutufanyia, na Mwenyezi Mungu amwezeshe aendelee kutufanyia bora ma, mazuri zaidi kupita haya tulionayo sasa hivi.